Hisia mseto zinaendelea kutolewa na viongozi mbalimbali wa kisiasa na serikalini, kuhusu utata unaozingira mchezo wa kuigiza wa Echoes of War ulioratibiwa kuwasilishwa na wanafunzi wa shule ya kitaifa ya wasichana ya Butere Girls, hasa katika ngazi ya kitaifa kwenye mashindano ama tamasha za michezo ya kuigiza inayoendelea katika kaunti ya Nakuru. Hapa Leonard Wamalo. Tukio hilo lililotokea mapema Alhamisi hii liliibua hisia mseto, ambapo wanafunzi hao, walimu na wananchi wa tabaka mbalimbali walishutumu kisa hicho cha wanafunzi hao Butere Girls kudaiwa kudhulumiwa na maafisa wa polisi. <mimu> <mimu> wakati tulikosana kimawazo. Nilisema mimi sitakuwa kama wanasiasa wengine waende kwenye podium waanze kutukanana, hapana. nitatumia talanta yangu ku express yale ambayo yako moyoni mwangu. This is a country where truth is an endangered species. They do not want to be told the truth that this government is corrupt, that is abducting its own children. Our children want to tell the story on the stage

Viongozi wa kisiasa akiwemo mbunge mwakilishi wa kaunti ya Kakamega Elsie Muhanda, na wabunge wengine wa kutoka sehemu zingine za nchi wameshutumu vikali maafisa wa polisi kwa kuwadhulumu wanafunzi hao, wanaoamini wa kuwa hawana makosa yoyote kuigiza mchezo wa aina yoyote. Nachukua fursa hii kushutumu polisi kwa ile kitendo yenye amefanyia hawa wasichana wa Butere Girls. Girl child ni mtoto mwenye yako fragile kabisa, kwa hivyo kuwatupia tear gas watoto wenye tumezaa, hiyo ni kitendo kibaya sana, na mimi nashutumu kabisa kabisa. You have violated the rights of those children, the rights of the play writer, the rights of teachers. You have intimidated teachers and this is not going to be acceptable.

This must stop. Wanashangaa ilikuwa vipi hadi mchezo huo ukaigizwa kuanzia ngazi ya kaunti hadi ngazi ya kitaifa bila kuzuiliwa, wakitaka wizara ya elimu kumakinika na kuwajibikia matukio kama haya, wakihoji kwamba katiba inaruhusu Wakenya wakiwemo watoto ama wanafunzi kujieleza kupitia mbinu mbalimbali. Constitution ya Kenya inapatia wasichana na watoto rights na mimi nasema ya kwamba hii skript ilianzia pale chini ikikuja juu, na watoto wakiendelea kupraktise. Kama wangeona hiyo skript iko mbaya, wangekataza hao watoto kabla hao watoto waendelee huko mbele. Kwa hiyo ministry of education naangalie hizi script mapema. Hata hivyo, mawaziri Julius Migos wa elimu na mwenzake wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen wamejitokeza kutetea hatua ya maafisa wa usalama, wakidai licha ya kuwepo uhuru wa kujieleza wanafunzi hawastahili kuchochewa na wanasiasa ama wanaharakati kupasisha ujumbe wao. The students were allowed to perform at 8 One of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director. And Mr. Malala. And Mr. Malala is not a teacher in Butere, not a director in Butere. He's not a director of that play. So the students of their own volition decided not to participate. Inawezekanaje kwamba mwanaharakati wa siasa, ndio sasa ni mwalimu mkuu mwenye anaandikia wanafunzi E, e, mambo ambayo yanasema na anatumia wanafunzi kusema mambo ya kisiasa jameni? Ni kwa sababu hata kama una dharau serikali kiasi gani, wale wote ambao wanafanya siasa tunawaomba, muachie walimu wafanye kazi yao. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Lenardo Wamalwa.